Muda fulani uliopita nilisoma kuhusu kijana wa miaka 21 mwana wa balozi wa Ulaya Marekani. Alikuwa akipata matatizo na sheria. Wakati mmoja, alimgonga na kumuua mwanamke kwa gari lake na kushtakiwa kwa mauaji ya bila kukusudia kwa gari, lakini alipofichua baba yake ni nani, basi mashtaka hayo yalitoweka kwa njia ya ajabu. Alikamatwa mara nne ndani ya kipindi cha miaka miwili, lakini kila mara alidai kinga ya kidiplomasia na kwa sababu baba yake alikuwa balozi, basi aliweza kuepuka kila kosa alilofanya. Hili ndilo tatizo ambalo mtume Paulo anakabiliana nalo anapoandika Warumi tatu. Viongozi wa Kiyahudi walikuwa wanadai kinga ya kidiplomasia dhidi ya mashtaka ya dhambi kwa sababu tu walikuwa watoto wa Ibrahimu. Walidhani kwamba hawatahukumiwa na Mungu kwa sababu ya baba yao Ibrahimu. Sasa Paulo anatoa ukweli wa kushangaza: haijalishi baba yao ni nani, hakuna anayepata msamaha wa hukumu ya Mungu isipokuwa kwa Kristo. Wayahudi wa kidini walikuwa na na hatia sawa na wapagani wa mataifa. Sasa Paulo anapoendelea kueleza hili hasa kwa wasomaji wake Wayahudi, anatarajia pingamizi tatu zaidi dhidi ya injili na anaziweka katika mfumo wa maswali. Swali la kwanza liko hapa katika mstari wa tatu wa Warumi tatu. Je, ikiwa baadhi yao hawakuwa waaminifu Je, kutokuamini kwao kunabatilisha uaminifu wa Mungu? Kwa maneno mengine, ikiwa Mungu anawahukumu watu wa Kiyahudi, je, yeye hashiki ahadi yake kwao? Naam, hilo hilo ni swali kubwa. Je, Mungu alifuta ahadi zake za agano kwa Israeli kwa sababu hawakuwa waaminifu kwake? Je, ameondoa ahadi ya kurudisha kiti cha enzi cha Daudi na ardhi ya Israeli kwa watu wa Kiyahudi kuweka ufalme wake duniani katika siku zijazo kama alivyoahidi kupitia manabii wake? Yaani kama wenye dhambi wa Kiyahudi wanaweza kutupwa motoni pamoja na wenye dhambi wa mataifa, inaonekana kama Mungu ametupa mbali ahadi zake kwa taifa la Israeli. Lakini ngoja ni kuambie, kutokuwa waaminifu kwa watu wa Kiyahudi hakujabatilisha ahadi ya Mungu kwa taifa la Israeli. Kutakuja siku ya baadaye ambapo Israeli wataamini katika Yesu Kristo. Nabii Zekaria anatoa ahadi isiyobadilika ya Mungu nyuma katika sura ya kumi na mbili mstari wa kumi wa unabii wake, ambapo Mungu anasema hivi: nitamimina juu ya nyumba ya Daudi na juu ya wakaaji wa Yerusalemu roho ya neema na maombi ya rehema, ili watakaponitazama mimi yule waliyemchoma, watalia kwa uchungu juu yake kama vile mtu analia kwa uchungu juu ya mzaliwa wa kwanza. Basi muktadha wa Zekaria unaweka wazi kwamba kulia kwao kutakuwa juu ya dhambi zao wenyewe. wata watatubu, wataamini katika Yesu kama Masihi, na kwa njia. Hili bado halijatokea, wapendwa. ahadi hii haimhusu kanisa, inamhusu nyumba ya Daudi, taifa la Israeli. Kanisa halijachukua nafasi ya Israeli. Kuna ufalme wa milenia unaokuja ambapo Israeli itarejeshwa kikamilifu katika nchi ya ahadi kulingana na neno la Mungu. Sasa hebu niruhusu, hebu nisimame hapa kidogo na kufafanua tofauti kati ya wokovu wa kitaifa wa Israeli utakaotokea baadaye na wokovu wa sasa wa wayahudi mmoja mmoja katika kipindi hiki cha kanisa. Katika wakati ujao Biblia inatuambia kwamba Mungu atairejesha nchi ya Israeli na kiti cha enzi cha Daudi na kuleta ufalme halisi. Lakini kwa sasa wokovu binafsi kwa kila Myahudi leo haujatofautiana na wokovu wa kila mataifa: ni kwa imani katika Yesu Kristo, yule aliyedungwa msalabani. Mungu kwa muda ameweka pembeni urejesho wa Israeli na utimilifu halisi wa agano lake kwa Daudi. Na maanisha unaweza kuwa umeona hakuna kiti cha enzi huko Yerusalemu na Masihi ameketi juu yake. Hiyo imeahirishwa, lakini mipango na ahadi za Mungu kwa Israeli hazijaachwa. Je, Mungu atalivunja neno lake la kurejesha taifa? Vema, Paulo anatoa jibu hapa katika mstari unaofuata kabisa, mstari wa nne, la hasha. Unaweza kutafsiri kwamba hapana, hiyo haiwezekani. Baadhi ya tafsiri za Biblia zinasema Mungu apishe mbali. Paulo alisisitiza kwa nguvu, hilo halitawahi kutokea. Mungu hataacha ahadi yake kwa Israeli. Paulo anaandika zaidi hapa katika mstari wa nne la hasha. Mungu na awe wa kweli ijapokuwa kila mtu ni mwongo kama ilivyoandikwa, ili uwe mwenye haki katika maneno yako na ushinde unapohukumiwa. Kwa maneno mengine, Mungu hawezi kusema uongo. Atashikilia neno lake kwa Israeli. Sasa Paulo anainua pingamizi lingine kutoka kwa Wayahudi tena, akiweka katika mfumo wa swali, mstari wa tano: lakini ikiwa udhalimu wetu unaonyesha haki ya Mungu, tuseme nini? Kwamba Mungu hana haki kutuadhibu kwa ghadhabu yake? Nasema kwa namna ya kibinadamu. Sasa Paulo anatarajia hoja hapa, kwamba ikiwa kutotii kwa Wayahudi kunaonyesha uaminifu wa, wa Mungu na hilo ni jambo jema, kwa nini Mungu ageuke na kuwahukumu kwa kutotii kwao? Sasa Paulo anajibu hapa katika mstari wa sita tena, anasema hapana kabisa. Kwa maana kama hivyo, Mungu angewezaje kuhukumu ulimwengu? Paulo anasema sikiliza, kama wayahudi wenye dhambi wanaonyesha haki ya Mungu na Mungu kisha anawapa kinga, yaani anawaruhusu kuepuka hukumu, basi Mungu angepaswa pia kuacha kila mwenye dhambi aende bure, na hilo haliwezi kutokea, kwa sababu Mungu si hakimu mwenye upendeleo wala asiye na haki. Sasa Paulo anainua hoja ya tatu kwa swali analouliza hapa katika mstari wa saba: lakini ikiwa kwa uongo wangu kweli ya Mungu inazidi kwa utukufu wake, kwa nini bado nahukumiwa kama mwenye dhambi? Na kwa nini tusifanye maovu ili mema yatokee, kama wengine wanavyotusingizia kwamba tunasema hivyo? Basi hii ndiyo hoja ambayo Paulo anaibua sasa. Fuatilia hili. Kama kutenda dhambi kunafanya utukufu wa Mungu uonekane, usitende dhambi uwezavyo. Kwa maneno mengine, kama kutenda dhambi kunampa Mungu nafasi ya kuonyesha neema yake na kutusamehe, basi hebu tumpe Mungu kila nafasi tuwezayo ili aonyeshe neema yake. Basi hiyo ingekuwa kama kurudi nyumbani leo baada ya kazi na mkeo akikuuliza, siku yako imekuwaje? Unamjibu, ilikuwa mbaya sana mwanzoni kwa sababu nilikasirika na nikamua bosi wangu, lakini njiani kurudi nyumbani niliomba msamaha kwa Mungu na a, nilihisi afueni kubwa kujua Mungu amenisamehe kweli. Hilo lilifanya yote yawe na maana. Basi hapa kuna mfano mwingine wa aina hiyo ya mantiki iliyopotoka. Unajitia makusudi kwenye mafua ili upate kupitia maumivu ya kichwa na homa. Kwa nini? Basi ni kwa sababu unataka ile afueni unayopata kutokana na dawa unayopewa. Kweli hiyo ingekuwa upumbavu. Paulo anaashiria wazi hapa kwamba kama mtu yeyote anafanya dhambi makusudi kwa sababu anapenda hisia ya kusamehewa basi wanapotosha neema ya Mungu na kuifanya kama ruhusa ya kutenda dhambi. Na sasa hapa mwisho wa mstari wa nane, Paulo anasema tu kuhusu wale wanaofikiri na kutenda hivi, hukumu yao ni ya haki. Kwa maneno mengine, wale wanaofanya dhambi kwa sababu tu wanadhani inampa Mungu nafasi ya kuonyesha neema yake, oh, oh wanakaribia kuamka kwa, kwa mshtuko mkubwa wa hukumu siku moja. Sasa, hoja hizi ambazo Paulo anazishughulikia hapa zinathibitisha kwamba tunaweza tunaweza kuwa wabunifu sana katika kuhalalisha dhambi zetu badala ya kukiri hatia yetu, sivyo? Hebu tuhakikishe leo kwamba hatufanyi hivyo. Tusichukulie dhambi kwa wepesi, tusikubali kushawishiwa na majaribu halafu, unajua, tukayapuuza kwa sala ya haraka. Au kama vile mtu mmoja aliniambia alipokuwa karibu kumwacha mkewe kwa ajili ya mwanamke mwingine, aliniambia, ninajua nitaenda kutenda dhambi lakini Mungu atanisamehe baadaye. Ah, huo ni mtindo wa maisha wa hatari sana, na hakika unadhalilisha Injili, unadhalilisha jina la Bwana. Kama watu ambao tumepitia neema ya Mungu katika maisha yetu tunapaswa kuishi vipi? Naam, mtume Petro aliiweka hivi katika moja Petro 2:9 ninyi mmekuwa watu wa milki ya Mungu mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Petro hakusema oh, ninyi ni watu wa Mungu kwa hiyo sasa mnaweza kwenda dhambini kwa njia yoyote mnayotaka. Hapana. Alisema, ninyi ni watu wa Mungu. Sasa nendeni mkaonyeshe kwamba Mungu amewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru hii ya ajabu ya ukombozi. Vema, na tufanye hivyo leo, tunapoishi kwa ajili ya Kristo hata wakati ujao. Wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Amina.